kutoka unacheza mm. mpaka sasa hivi ukaanza kwa sababu ulianza simba mwenyewe unaweza ukajiweka ama ujioni mm. katika fest eleven unaona ni bora ya simba namba moja mpaka kumi na moja tuanze na simba afte tukuja yanga mimi cha kwanza niseme mpaka a wanaocheza sasa hivi kina pimping kama kina ishi wote aberi, Nadhani nasema ni sema na mimi pia ni bora na mchezaji mzuri na nikipa mzuri, kwa hiyo unajiweka na namba moja, lakini sitaki nijiweke. Kwa nini? Kwambia sitaki nijiweke mm -hmm. Nitamweka Musa Musa pimpin Kamara ah, pimpin pimpin, pimpin Kamara mm -hmm. Nitamweka kwa sababu gani? eh mm -hmm. Kiwango cha kionyesha msimu huu mpaka mm -hmm. timu kafika finali mm -hmm. tayari kasha kupita katika CV ambayo mm -hmm. pia uwezo wake ushaonyesha kwamba kaifikisha timu sehemu fulani mm -hmm. history sisi tumeelewana. Namba mbili nitamweka Kapombe kama kawaida. namba mm. eh, tatu Rmadhani <coughs> ni, ni marimu waso uh-huh. eh, nitamweka waso amadani waso Ramadani eh, nne eh, na tano

kude nitamweka mm, kwa sababu pia ni mtu ambaye mpambanaji mzuri na ni mtu ambaye yuko vizuri namba nane. Nitampanga ni nionzima saba na e, kumi na moja mm, kumi na moja nitampanga marehemu ya ya Kilimali e, ya ya Kilimali e, namba saba nampanga Ulimboka Mwakingwe eh, eh, tisa na kumi, kumi. kumi. Mm. Amweka Emmanuel Gabriel mm. Eh. Halafu eh, namba kumi nampanga Golota Golota kwani eh, mwapanga watu wao au mm. Oh, naotoa kazi kazi kazi kocha eh, -kazi. Eh, wako nani eh? Shangu, mi Patrick, kama mshabiki, ya. Ah, so yeah, mshabiki. Yeah. Katika mpira lazima ujue kwamba wachezaji mnaweza mkafanya rotation. Mm. Kama uwezo wako, najamini mimi sijapangwa mm. Ipo siku nitapangwa tu, kama nitafanya mazoezi kwa bidii mm, na nitakuwa na utulivu mm, na nitakuwa nakaa na mwalimu kumsikiliza na kuwasapoti wenzangu, lazima utacheza tu.